Wa jumuiya ya asasi zilizo za kiraia angoza kwa takriban miaka mitatu minne, na ile ilimpa nafasi ya kufanya kazi ndani ya jamii. Amekuwa mlezi wa, wa, wa, wa, wa watu wenye virusi vya ukimwi Zanzibar, na kuwa mlezi wao, lakini pia aliingia katika utumishi wa umma kwa muda na baadaye akafanya kazi katika taasisi ya kimataifa ya programu ya chakula chini ya Umoja wa Mataifa, inajulikana kama World Food Program, kwa miaka kama sita au saba, kazi ambayo ilimkutanisha na jamii ya watu katika nchi nzima upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Kisiasa alifanya kazi katika Baraza la Wawakilishi. Kwanza aliingia katika nafasi ya viti maalum, na baadaye akateuliwa kuwa waziri katika sekta mbili. Sekta ya kwanza ni wizara iliyokuwa inashughulikia masuala ya vijana, watoto na ustawi wa jamii, na baadaye akafanya kazi kwenye sekta ya kiuchumi, hasa maeneo ya utalii. Baadaye aliingia bungeni akiwa mwakilishi wa jimbo la Makunduchi, na baada ya hapo akateuliwa kuwa waziri anayeshughulikia masuala ya muungano katika ofisi ya makamu wa rais. Na tangu alipoingia katika ngazi hizo kutoka katika serikali ya mapinduzi Zanzibar na baraza la wawakilishi, aliingia katika shughuli za uwakilishi katika bunge, lakini pia katika baraza la mawaziri, na hakukoma mpaka alipo kuwa mwenyekiti wa bunge la katiba mwaka 2014 zoezi ambalo halikukamilika, lakini hata kama halikukamilika lilikamilika salama na lilisitishwa salama chini ya uongozi wake na viongozi wenzake. Historia ya uongozi wake katika ngazi ya juu kama mwanamke mtanzania wa kwanza iliandikwa mwaka elfu mbili na kumi na tano alipoteuliwa na chama chake, Chama cha Mapinduzi. Na kabla ya hapo amewahi kukaa katika vikao vya juu vya kamati kuu na halmashauri kuu, na kwa sababu ya nafasi zake katika uongozi wa chama ngazi ya taifa, aliaminiwa kwa mapendekezo ya hayati Dr John Pombe Magufuli kuwa mgombea mwenza na akawa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu. Kazi hiyo ilimpa nafasi ya kushughulikia masuala ya mazingira, lakini pita, pia akajikita katika kushughulikia changamoto ya lishe kwa watoto na kazi zingine za kumsaidia rais hayati John Pombe Magufuli. Kwa kazi alizozifanya vizuri katika awamu ya tano, aliaminiwa tena na chama chake pamoja na mgombea urais mwenzake aliyefanya naye kazi miaka mitano, marehemu Magufuli. Akateuliwa tena kuwa makamu wa rais katika awamu ya tano kipindi cha pili, kipindi ambacho hakikamilika kwa sababu mnazozifahamu za msiba uliotukuta Miaka minne baada ya uongozi wake sehemu ya kazi alizozifanya amezitaja, amezitaja ndugu Makonda. Mimi nataka kutaja vigezo vinavyompambanua kama kiongozi, kiongozi bora na kwa nini kesho Watanzania wote mliojiandikisha mnatakiwa na mnaombwa kujitokeza kwa wingi sana kumpa tena heshima na dhamana ya kutuongoza kwa miaka mitano ijayo. Kigezo cha kwanza cha uongozi bora aliyouonyesha kwa miaka minne na nusu iliyopita, ambacho kinatufanya tushawishike kumwombea kura tena, ni kiongozi anayefahamu na kujali shida na kero za anaowaongoza kwa sababu ya historia niliyoisema ya kushughulika na masuala ya wananchi katika ngazi mbalimbali mbali za uongozi. Miaka minne na nusu imedhihirisha kwamba alitambua vizuri, chini ya uongozi wa chama, mahitaji halisi ya Watanzania na akajali kuyafuatilia ili yawe na matokeo bora, kama ndugu Makonda alivyosema. Kwa hiyo ameingia kwenye uongozi akiijua vizuri jamii ya Watanzania na mahitaji yake, na ndiyo maana msisitizo mkubwa chini ya uongozi wake uliopita ameweka katika maeneo ya afya, elimu, maji, nishati na miundombinu kama ndugu Makonda alivyosema. Kwa hiyo kiongozi anayejua nchi yake na mahitaji ya watu wake, na anayejali kutafuta suluhu na, na, na, na utatuzi wa changamoto za nchi yake na watu wake inampa sifa ya kuwa kiongozi bora anayestahili kuendelea kutuongoza kwa miaka mitano ijayo. Na katika eneo hili nchi yetu imebaki salama katika eneo la uhakika wa chakula. Lakini kama alivyosema ndugu Makonda, vifo vya watoto wadogo na akina mama wajawazito vimepungua kwa kiwango ambacho nitakuja kueleza baadaye. Akapewa heshima na kutambuliwa kimataifa kwa kazi kubwa ya kutoa huduma bora katika sekta ya afya. Huyu ni kiongozi wa watu anayejali watu na anayejua mahitaji ya watu anaowaongoza. Wangapi wanakubaliana na kigezo hicho na wako tayari kesho kumpigia kura? Tunyoshe mikono. Kigezo cha pili, mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Samia ni mchapakazi na mbunifu. Hata namna ambavyo umeongoza mpangilio wa kuendesha kampeni kwa miezi miwili bila kuchoka bila kulala ni kithibitisho cha uwezo wako wa ubunifu na uchapakazi katika uongozi wako. Nimesema mara nyingi na narudia hapa, nimekuwa katibu mkuu wa chama, chama wa Chama cha Mapinduzi akiwa makamu wa rais, na wengi walioko nyuma yangu walikuwa wajumbe wa kamati kuu. Sijawahi kuona kabla ya kuwa katibu mkuu na baada ya kuwa katibu mkuu, maandalizi ya chama kuingia katika uchaguzi na maandalizi ya nchi kuingia katika uchaguzi kwa namna ilivyotokea mwaka huu. nimeambatana naye mimi mikoa tisa Ohio, na katika maeneo hayo nilikuwa naongea mara chache na kwa muda mfupi, lakini kila siku tulioambatana naye mikutano mitatu minne, na mingine ya kushtukiza hotuba tatu mpaka nne, na nyingine za kushtukiza. Sisi wengine tunaojiona ni wanaume tunalala hoi, lakini kosho yake anakuwa wa kwanza kuamka. Ni mchapakazi, ana moyo wa kujituma, ana moyo wa kujitolea, na kule tulikokuwa tunaratibu, sikumwona yeyote mgombea udiwani au mgombea ubunge akilala, kwa sababu uliweka viwango vya uchapakazi ambavyo kila mmoja alikuwa anazingatia kuvifuata. Kiongozi bora ni yule anayeweza kuonyesha njia. Na umeonyesha njia katika miezi miwili na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulinda afya yako mpaka tukafika siku ya leo. Kwa sifa hiyo ya uchapakazi na ubunifu huyu ana kila sababu ya kuwaomba mumchague na sisi tuna kila sababu ya kumnadi kesho apigiwe kura atuongoze, ili aendelee kuonyesha njia ya kuchapa kazi katika taifa letu. Kazi na utu, kazi na utu. Na kwa bahati mbaya, miezi yote miwili alikuwa akieleza kazi za serikali aliyoongoza na umadhubuti wa chama. Haku, hasingeweza kujisemea yeye na kujisema yeye. Niko hapa mimi kwa muda mchache nimseme na nimsemee sifa na vigezo alivyo navyo vya uongozi bora. Kwenye eneo la ubunifu, mimi nilikuwa bungeni kwa kuteuliwa na yeye. Na ile jamhuri ya mitandaoni ikasema iliyoyasema, lakini nadhani sasa wameshika adabu, kwa sababu katufundisha namna ya, kuya, namna ya kunyamaza na kutochokozeka. Kwa hiyo, hapa na mimi nilikuwa nataka kukata kona, narudi kwenye mstari. Huyu ndiye kiongozi ambaye tulipokuwa bungeni Alileta mpango wa serikali wa namna ya kutumia pesa za mkopo kwa ajili ya kukabiliana na madhara ya kiuchumi na kijamii yaliyotokana na ugonjwa wa korona. Ule mpango uliokuja bungeni sio tu ulikuwa ni wa maana, na waziri mkuu yuko hapa kwa sababu ndiye aliyekuwa anasimamia serikali ndani ya bunge. Hakuna mbunge ambaye hawezi kuthibitisha kwamba mpango ule na matumizi ya pesa ile ulitokana na ubunifu wake wa kiuongozi. Mataifa mengine yalipokea pesa hizo, wakanunua barakoa, wakanunua vitakasa mikono. Yeye akasema korona imesababisha madhara makubwa, na kupambana nayo lazima uende kwenye kiini cha tatizo kama huna maji safi na salama huwezi ukapambana na korona. Akaelekeza pesa kwenye sekta hiyo, na pesa zile ndizo zilizobadilisha sekta ya maji kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea katika nchi yetu. Akasema lazima watu wapate nafasi, kama tuna nafasi darasani kwenye vyuo, lazima tupanue nafasi yakajengwa madarasa makubwa mengi nchi nzima, na sekta ya elimu ikaanza kuwa na msingi wa kubadilika kutokana na ubunifu huo. Pesa zikaelekezwa kwenye kufungua barabara, kwenye huduma ya afya, na matokeo yake nchi yetu, wale, wale, wale waliotupa hizo pesa kama mkopo wametusifu kwa ubunifu huo, na yeye alisimama kidete kwa kusema kama pesa hizo hazitatumika kwa namna ya kukidhi mahitaji yetu, hizo pesa sizipokee. Leo ametujengea heshima kwamba tunaweza kujitawala kwa kuweka vipaumbele vyetu. Hata kama tunakopa au tunasaidiwa, misaada hiyo ielekezwe katika mahitaji halisi ya nchi yetu. Sifa ya tatu Ni mstahimilivu na mtulivu sana. Uchaguzi wa mwaka huu na kampeni zake, chini ya uongozi wake, ulikuwa ni uchaguzi kwenye kampeni kujadili maswala, sio watu. Hivi ni viwango vya aina yake katika historia ya uchaguzi wa nchi yetu, lakini hata pale ambapo alitukanwa yeye binafsi na familia yake na chama chake na serikali anayoiongoza alisimama na kuwaasa na kuwasihi Watanzania ambao pengine walikerwa na propaganda na kampeni ya kuchafua heshima yake, heshima ya chama chake, heshima ya taifa lake, heshima ya familia yake, akasema msichokozeke. Na kwa maelekezo hayo, nchi nzima wananchi wamesikiliza sera kutoka kwa wagombea, wala hawakusikiliza maswala binafsi ya wagombea au kuanza kuparurana. Hili la utulivu nilishawahi kulisema na naomba nirudie. Rais ni binadamu kama binadamu wengine. Anafurahi, anachukizwa, anasononeka. Lakini kwa nafasi yake ukipata mtikisiko na presha kubwa ukashindwa kusimama bila kujibu mapigo au kutoka kwenye mstari hicho ni kigezo muhimu sana cha kiongozi bora. Kwa namna alivyopokea nchi ikiwa katika matatizo ya korona, dunia nzima, vita za kimataifa zilizovuruga uchumi, uchumi umeanguka. Tulihitaji kiongozi mtulivu, na utulivu ule ndio umetuvusha, uchumi ukaanza kukua, na sasa hivi hali imekuwa nzuri kidogo. Utulivu ule ndio ulimfanya awe mbunifu na kuelekeza nguvu za serikali kufufua sekta zilizokuwa zimekufa kama utalii, ambao unategemewa sana na uchumi wetu. Kwa hiyo, hiyo sifa ya ustahimilivu, mtu asiyeyumba, asiyetolewa kwenye mstari kutokana na dhihaka au wakati mwingine dharau, ni sifa muhimu sana ambayo anastahili ku kuitwa kiongozi bora na kesho tunaomba mumchague kwa kura nyingi. Kwa ufupi, utulivu maana yake ni mtu ambaye hawezi kuhamaki hata kama amechokonolewa au hata kama anakabiliana na hali ngumu huyu ni kiongozi ambaye hawezi kuhamaki, na kwa kigezo hicho, tunaomba kesho wapiga kura wote wafurike kwenye vituo waweze kumpigia kura aendelee kutuongoza. Sifa ya nne, mgombea wetu Dr. Samia ni jasiri na kiongozi mwenye msimamo usiyoyumba hasa katika masuala yanayohusu maslahi ya masla nchi na usalama wa nchi. Majaribio yalikuwepo tangu alipoingia ofisini, na mimi nimeshasema, nimeyaona nikiwa ofisini, tukiwa wote, nikiwa bungeni alikonipeleka, lakini amesimama kidete kwa ujasiri kutetea muungano wetu, na leo muungano wetu ni imara zaidi kuliko siku za nyuma. Kusimamia amani, haki na hasa haki za watu ambao hawawezi kujitetea kutokana na hali zao, sisi mhoye Sifa ya tano, na hizi sifa ninazozisema zimezungumzwa na zimechambuliwa na hata wasanii wameziimba. Mimi ninachokifanya kwa kweli ni kujumuisha, na kwa kweli nimechagua, kwa sababu ni zaidi ya hizo ambazo nitazizungumza, kwa sababu ya muda. Sifa ya tano ni msimamizi makini wa rasilimali za nchi. Kuna watu ambao mnatakiwa mjue kwamba usimamizi wa rasilimali za nchi unahitaji maarifa zaidi kuliko mabavu, na unahitaji mifumo zaidi na taasisi kuliko watu kuanza kusimamiana kama nyapara. Chini ya uongozi wake amesimamia mifumo ya makusanyo ya kodi na kuzuia uvujaji na uwezekano wa watu kudonoa na kudokoa mali za umma kwa mifumo. Hata utumishi wa umma usimamizi wake, leo kuna mifumo ya kisasa ya kusimamia utumishi wa umma ili waweze kuwajibika na kutimiza majukumu yao vizuri. Na katika usimamizi pia, inahitaji mbinu ya kutoa motisha kwa wale unaowasimamia, na katika hili, watumishi wa umma kwa muda mrefu wamepata motisha ili waweze kusimamia rasilimali za umma vizuri. Kwa hiyo huyo akikabidhiwa tena dhamana rasilimali za nchi yetu zitakuwa salama. Uwezo wa nchi yetu kukusanya mapato utaendelea kuongezeka, na matumizi ya rasilimali za umma yataelekezwa katika maeneo yanayohusu maendeleo ya watu. Nimalizie sifa ya sita na ya mwisho, sio kwa umuhimu, lakini kwa sababu ya muda, mgombea wetu na mwenyekiti wetu wa chama ni mcheshi na mchangamfu sana. Mimi sijawahi kumwona amekunja uso, na mfano mkubwa ni namna alivyokuza sekta ya utamaduni michezo na sanaa. Na katika hili, wana michezo watakubaliana na mimi, wasanii watakubaliana na mimi, viongozi wa mila watakubaliana na mimi, kwa sababu baada ya kazi raha. Na mimi nichomekee kidogo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba hongera kwa kuvuka bila magoli kwa Mkapa, lakini sisi tumepata goli la mama wananchi.